Biblia inatufundisha katika Zaburi 133, kwamba it is good it is pleasant for brethren to live together in unity. So unity is God's purpose, ni mapenzi ya Mungu sisi wote tuishi kwa amani na tuishi kwa umoja. Kwa hivyo, mimi kama kiongozi wa taifa hii, kwa mapenzi ya Mungu jukumu langu ni kuunganisha wananchi wote wa Kenya kwa sababu hivyo ndivyo mapenzi ya Mungu inavyosema. Wananchi kutoka jamii zote, kutoka mirengo yote tuungane, kwa sababu ndio mapenzi ya Mungu. Na sio tuungane bure, neno la Mungu linasema, pahali kuna umoja Mungu anaamrisha baraka. We are uniting as a nation so that we can attract God's blessing over our nation. Na ndio sababu munaona tumetembea mapana na marefu, na sio sana ati mipango yetu. Leo tuko na serikali ya broad based ambayo inaleta Wakenya wote pamoja kwa sababu hiyo ndio mapenzi ya Mungu, tuwe katika mahali pamoja, tuweze kupanga mambo ya taifa letu tukiwa na umoja na tukishirikiana kwa pamoja. Ndio kwa sababu pia kunasemekana umoja ni nguvu, when we unite, we are stronger. We are stronger together, na kwa hivyo mimi nafurahi sana kuwa hapa. Nashukuru nyinyi viongozi wa Nairobi kwa umoja wenu. Nashukuru Wakenya wengi ambao wanaamini katika umoja wa taifa letu la Kenya. Na mimi ninasema kama kiongozi wa taifa la Kenya kwamba nitahakikisha ya kwamba jamii zote za Kenya zitajumuishwa katika uongozi na maendeleo ya taifa letu la Kenya.